Ile vita ya kiuchumi kati ya China pamoja na Marekani imeendelea kuwa kubwa zaidi mara baada ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kutangaza tena ongezeko la ushuru au kodi kwa bidhaa ambazo zinatoka China kwenda Marekani kwa asilimia 125 ambapo mchana ya leo tarehe tisa mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano tulioleteni hapa ripoti zikielezea kwamba Marekani imepandisha ushuru hadi asilimia mia moja na nne na sasa ni asilimia mia moja na ishirini na tano kupitia katika bandiko ambalo ameliandika rais wa Marekani bwana Donald Trump kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social, lakini pia kwenye ukurasa wake wa X zamani Twitter ameandika maneno haya ambayo nitayasoma: kwa kuzingatia ukosefu wa heshima ambao China imeonyesha kwa masoko ya dunia, ninapandisha ushuru unaotozwa China na Marekani hadi asilimia 125, kuanza kutumika mara moja Wakati fulani kwa matumaini, katika siku za usoni China itatambua kwamba siku za kuing'oa US na nchi nyingine si endelevu au kukubalika tena. Kinyume chake na kwa kuzingatia ukweli kwamba zaidi ya mataifa 75 ya zimewaita wawakilishi wa Marekani, ikiwa ni pamoja na idara za biashara, hazina pamoja na USTR kujadili suluhisho la masuala ambayo yanajadiliwa kuhusiana na biashara vikwazo vya kibiashara, ushuru danganyifu wa sarafu, pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kifedha ambayo yanapendekezwa kwa ushuru wa taifa la China, lakini pia jambo ambalo Marekani inaona si jambo la kawaida. Rais Donald Trump anaendelea kusema, idara za biashara hazina bado zinaendelea namna gani ya kujadili suala hili kwa muda na kuhusiana na biashara pamoja na hivyo vizuizi vya kibiashara na mambo mengine, na wameweka zuio kwa siku tisini ambayo limeidhinishwa na Umoja wa Mataifa chini ya sheria hiyo, ushuru wa kubadilishana katika kipindi hiki wa asilimia kumi pia unafaa mara moja. Asante kwa umakini wenu kwa jambo hili. Donald Trump ameandika hivyo kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social, akielezea kwamba China imeonyesha utovu wa nidhamu, na Marekani anasema China imeonyesha utovu wa nidhamu kwa sababu gani? Ni baada ya Marekani kutangaza kupandisha huo ushuru kwa China, China na wenyewe walitangaza kupandisha ushuru wa bidhaa yoyote ambayo inatoka Marekani, nayo ingia ukutoka kwa asilimia themanini na nne na tukaona waziri wa fedha wa pale China amezungumza akasema, yani, Marekani chochote utakachokuwa wanakifanya basi wao pia watawajibu, kwa sababu uwezo wanao nia wanayo lakini pia sababu wanazo za kufanya hivyo. Sasa baada ya, ya China kuwa nao wamepandisha hiyo asilimia uh, 84 Marekani hawajakaa hata masaa mawili wakapandisha hadi asilimia mia moja na Of course, mtakumbuka nimekuwa nikiongea kwamba hii ni moja kati ya vita mbaya sana. Yaani, katika vita zote duniani ambazo huwa ni mbaya ni pamoja na vita ambayo ina deal na masuala ya uchumi. Nitawakumbusha kidogo juu ya kile ambacho kimewahi kutokea kule Zimbabwe kwa bwana Robert Mugabe ambapo alianza kuwafukuza wale uh, mabojwazi au wale wakoloni ambao walikuwepo katika maeneo yale kuwanyang'anya mashamba yao, na miongoni mwao walikuwa wanatoka Marekani. Sasa Marekani ambacho alikifanya aliwekea vikwazo hiyo Zimbabwe. Unaambiwa walikuwa wanaenda kununua mkate wakiwa wamebeba fedha kwenye gunia, halafu unaenda ukanunue mkate, kwa hiyo vita ya kiuchumi inakuwa ni mbaya kwa sababu maeneo huru wa kulipiza kisasi hadi asilimia 25 kwa bidhaa zinazotoka Marekani. Donald Trump anakwenda kuiua Marekani. Hatua za kukabiliana nazo ambazo zitaanza kutumika wiki ijayo zitaripotiwa kuwa zinahusu baadhi ya bidhaa pekee ambazo ni za Marekani. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wameidhinisha hatua za kulipiza kisasi kukabiliana na ushuru ambao umewekwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa chuma pamoja na aluminium ambayo inatoka katika mataifa yaliyopo katika Umoja wa Ulaya. Na jibu hili haliangazi ushuru wa asilimia 20 wa Marekani kwa mauzo yote ya EU ambayo yalianza au wa ushuru ulianza kutumika siku ya Jumatano. Nakumbuka rais wa Marekani bwana Donald Trump alitangaza kupeleka ushuru kwenye mataifa zaidi ya mia mbili duniani. Tanzania imo, Kenya imo, Rwanda imo, Burundi imo, pamoja na mataifa mengine kama DRC Congo. Tanzania yenyewe ilipandishiwa ushuru wa bidhaa zozote zile kwa asilimia kumi, pamoja na maeneo kama ya Kenya, Rwanda, Uganda, Congo, Burundi, kote huku alipandisha huo ushuru sasa. Umoja wa Ulaya na wenyewe wameamua kujibu, na ndio maana nimesema hii vita inaweza kuwa ni vita mbaya sana. Trump ambaye mara kwa mara ameishitumu EU kwa kuitendea Marekani vibaya alitangaza ushuru wa asilimia 25 kwenye bidhaa kama vile uh, madini ambazo zimekuwa zikipelekwa huko, akisema sera hiyo inalenga mataifa ambayo yamewekwa vikwazo juu ya bidhaa zinazotoka Marekani. Tume ya umoja wa Ulaya haikuweka wazi orodha ya bidhaa ambazo zimelengwa au viwango vya ushuru, lakini ripoti ambazo zimeripotiwa na vyombo vya habari zimeonyesha nyaraka mbalimbali mbali ambazo wamezidukua ni kwamba kuna bidhaa kama kuku, nafaka, nguo, pamoja na vyuma. Bidhaa nyingi zimeripotiwa kukabiliwa na ushuru wa asilimia ishirini na tano na nyingine zitakuwa ni asilimia kumi, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na tume ya Ulaya. Hatua za kukabiliana na umoja huo zitaanza kutekelezwa tarehe 15 Aprili 2025. Wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya ambao wanaofahamu wa moja wa wa kwa moja wa uamuzi huo wameiambia vyombo vya habari kwamba Hungary pekee ambayo ilipinga mpango huo na wanachama wengine 26 wakaunga mpango huo. Kiasi cha uagizaji wa bidhaa za Marekani ambacho kimeathiriwa kitaripotiwa kuwa chini kidogo kuliko kiasi cha mauzo ya nje ya EU ambacho kimeathiriwa na ushuru wa Marekani, karibu pound kama bilioni 22, ambayo ni kama dola bilioni 23.8 kwa mwaka, na hii ni moja kati ya vitu ambavyo vinaonesha bwana Donald Trump amedhamiria. Uh, moja kati ya vitu ambavyo viliondolewa katika a, ushuru ni pamoja na zile bourbon, ambayo hiyo iliondolewa katika orodha na mataifa ambayo pia yameondolewa kwenye huo ushuru ni pamoja na Ufaransa, Ireland, Italia, baada ya Trump kuonya kwamba kama hizo nchi zitaendelea kuleta kiburi mbele yake, basi atapandisha ushuru wa hadi asilimia mia mbili yaani ubaba ana hasira vibaya mno. Tume hiyo imesema kwamba EU inazingatia ushuru wa Marekani usio wa haki na unadhuru na unasababisha madhara ya kiuchumi kwa pande zote mbili, pamoja na uchumi wa dunia. Kwa hiyo hatua za kukabiliana zinaweza ikawa ni kusitishwa wakati wowote wa ikiwa Marekani itakubali matokeo ya mazungumzo ya haki, na hatua za sasa hizi kama nilivyokuambia hazi uhusiani pia na ile tozo ya ushuru wa asilimia 20 kwenye zile bidhaa zote za hiyo ambazo ilianza kutekelezwa Jumatano, kama sehemu ya ushuru wake ambao bwana Donald Trump amesema anaita ni siku ya ukombozi. Kwa hiyo tume inatayarisha kifurushi cha pili kama hatua kulipiza kisasi kujibu ushuru huo ambao unaweza kuwasilishwa mapema wiki ijayo, maneno ya msemaji wa biashara Olaf Gill, ambapo amezungumza juu ya jambo hilo. Kwa hiyo ndugu zangu familia mkae mkielewa kwamba tunaweza dunia sasa hivi tukapitia nyakati ngumu sana, ambazo watu wengi wanaweza wakazijutia, kwa sababu unajua mataifa ambayo yana reguleti uchumi wa dunia ndio sasa hivi yapo kwenye vita ya kiuchumi. Speaking about China, unapoizungumzia hiyo Umoja wa Ulaya, unapoizungumzia Marekani pamoja na hayo mataifa mengine, hayo ndio ambayo yanareguleti uchumi wa dunia. Kwa hiyo wenyewe hao wakishaingia kwenye bato, watu ambao tunakuja kuathirika kwa kiasi kikubwa ni sisi. Mimi natumika tu kama daraja kuwafikishieni ripoti za kile ambacho kinaendelea, lakini ninaona kama Marekani anafanya vitu ambavyo ni vya hovyo kidogo. Hii sehemu ambayo anataka kujichanganya, anaweza akajikuta ameingia pabaya, kwa sababu hawezi kuushinda ulimwengu kutokana na yale ambayo ameendelea kujitengenezea kwenye mataifa mbalimbali mbali duniani huku ajamalizana na Irani, huku ajamalizana na Urusi, huku ajamalizana na China, huku ajamalizana na NATO. Sasa EU wameingia hapo katikati Donald Trump yeye na kiburi chake anaendelea kufanya hivyo, na bado ni miezi mitatu tokea ingia madarakani. Tunaweza tukaishuhudia anguko jipya la Marekani ambalo linaweza likasababishwa na hii misimamo ambayo inaonekana ni misimamo ya Bwana Donald Trump.